Umekula <laughs> udongo, umenielewa sasa? Unakula udongo, maembe mabichi. Baada ya kudeliva mtoto, wategemeni ni una minyo, umekauka <laughs> lazima <coughs> uchoke, umenielewa vitu vingine vidogo vidogo, masimango vizuri. Na baada katika kile kipindi, uonga unakula nini? baada ya kujifungua, maana sisi huku mauji, pilipili, maziwa. Wewe unakula nini? yatokiagogetor masupusupu, sijui. Nakula wiki moja tu, nipate maziwa, wiki moja tu ilikuwa inatosha. Uji gani unakuwa nakula? Nyomo, uji ya kupikia ugali na maziwa uh, ndio hivyo hivyo uh, lakini si sijui mtori sijui nini hivyo vitu. Mwenzangu, kwanza utapata weight, utakuwa lazy, utakuwa kitandani, utakuwa utakua nini. Haya, um, nilikuwa sinaudo mitori. Sisi tuna utaratibu wa kukandwa maji baada ya kujifungua uh -huh. Maji ya moto ili mtu awe sawa uh -huh. Wewe baada ya kujifungua kuna utaratibu huu? Mm, ya yeah, obviously kila mtu lazima ukandwe kidogo, lakini mimi sasa, unajua ni, nilikuwa peke yangu huko, mamangu amekuja kama Nillan amezaliwa, bisanara alikuwepo, lakini mimi nimezaa poa, so mm. Hivyo vitu vingine, yani nilikuwa sifanyi kabisa, haufanyi, kwa hiyo baada ya kujifungua ni basi hmm. Mambo yenu kwa mambo yenu kwa kuremisha kwa hey! <laughs> kitu kile kinachoshia uzazi wenu wa mwananyamaa yeah, kisiwani eh, eh, tofauti kidogo kwa sababu umeona, mm, kumbe mimba inalelewa kabla na baada mm, mtu ajiweka vizu najiweka vizuri, lakini wewe mtu tangu na mimba na miezi mitatu nakula udongo ushaenelea mm, vizuri mm, mama masimango mara kapungukiwa damu mara tatu mm, uona nadhani sikuja kudeliver huyu kabla ya atakuja wewe baada ya kuzaa siku atasonga agaiunyanyuka okay? Yeah, kwenye hawezi uzazi wa gea mwananyama au lazima urudi, utaumwa, lazima urudi, urudi vitu vingi hata ndio hiyo yenyewe anaweza Tuige bila kukana maji, mm. Utaumwa wewe. Yeah, yeah, yeah, yeah. Utaumwa tukiachia mambo ya uzazi Zari. Hilo umeelewa. Ah, nataka nimuulize Zari kitu kingine. Unatoka kwenye uzazi? Eh, au bado nataka tuende kwenye uzazi. Utarudi, nataka nimalize la mwisho la uzazi ili tusirudi tena kwenye mambo ya uzazi. Uh-huh. Ulipanga kuzaa mtoto wa kike na wa kiume? Mlipanga? Huwezi kupanga kuzaa mtoto wa kiume na na, na wa kike. No, wanasema kwa sababu kupanga imekuwa just yani, imekuwa uh -huh. blessed tu na ni, Nillan ametoka ni wa kiume which works to, to his advantage, akawa amepata msichana mm -hmm. na na wa kiume na na naje, huyu mtoto wa pili Prince Nillan uh -huh. uli, uli uli alipatikana kwa wakati au ilitokea, kwa sababu tuliona Tiffah alikuwa hajawa mkubwa hivyo bado mm -hmm. unajua we had plans tukasema, if second baby akikuja tumzae mm -hmm. because now it's gonna...